Mchakato wa kumchagua Papa mpya ni moja ya taratibu za kipekee na za siri zinazofanywa na Kanisa Katoliki. Uchaguzi huu unafanywa na Baraza la Makardinali katika jiji la Vatikani, na unafuata hatua kadhaa muhimu. Hatua ya kwanza ni nafasi ya Papa kuwa wazi. Uchaguzi wa Papa mpya hufanyika pale ambapo kiti cha Papa kinakuwa wazi, aidha kutokana na kifo cha Papa aliyekuwepo au kujiuzuru kwake kama rengo, kwa jina jingine chamberlain, ndiye mwenye mamlaka ya kutangaza rasmi kuwa kiti cha papa kimebaki wazi, hali inayojulikana kama sede vacante. Hatua ya pili ni kuwasili kwa makardinali. Makardinali wote wanaostahili kushiriki katika uchaguzi huu hukusanyika Roma. Kabla ya uchaguzi, wanakutana katika mikutano kadhaa na kujadili mahitaji ya kanisa na sifa zinazohitajika kwa papa ajaye. Hatua ya tatu ni kuanza kwa conclave. Makardinali huingia katika Kanisa la Sistine, yani Sistine Chapel, ambako wanakula kiapo cha kutunza usiri wa mchakato mzima. Wakati wa uchaguzi, wanatengwa kabisa na ulimwengu wa nje na kubakia ndani ya Vatican hadi papa mpya apatikane. Hatua ya nne ni mchakato wa kupiga kura. Upigaji kura hufanyika mara kadhaa kwa siku. Ili mgombea achaguliwe kuwa papa, lazima apate theluthi mbili ya kura zote zilizopigwa. Kipengele A, upigaji kura: kila kardinali uandike jina la mgombea anayemchagua kwenye kadi maalum, kisha uikunja na kuiweka kwenye kalsi maalum juu ya altare. Baada ya kura zote ukusanywa, zinahesabiwa na matokeo utangazwa ba kuchoma kura. Baada ya kila duru ya upigaji kura kura zilizopigwa uchomwe moto. Iwapo hakuna mgombea aliyepata theluthi mbili ya kura, kemikali maalum huchanganywa kwenye karatasi za kura zilizopigwa ili kutoa moshi mweusi unaoashiria kuwa papa hajapatikana bado. Ikiwa papa mpya amechaguliwa, moshi mweupe utolewa kuashiria kuwa uchaguzi umekamilika. Hatua ya tano ni uchaguzi wa papa mpya. Mara baada ya mgombea kupata theluthi mbili ya kura, anaulizwa na mkuu wa baraza la Makardinali kama anakubali kuchaguliwa kwake. Iwapo atakubali, anajichagulia jina jipya la papa na mara moja anavalishwa mavazi meupe ya kipapa. Mchakato huu ni wa kihistoria na wa kipekee, unaonyesha umoja na utaratibu wa Kanisa Katoliki katika kumchagua kiongozi wake mkuu.